Kwa katika Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili kama tunavyoliona ni kundi la upendo kwaya kutoka AICT Galilaya ambao tumehitimisha mkutano jana hapa Bunda, kanisa la Baptisti Bunda mjini, na sasa asubuhi tayari kabisa kwa kuanza safari yetu kurudi mjini Kahama. Kwa hiyo wito wetu kwa wapendwa wenzetu wale mnaofahamu kwamba kuna upendo kwaya pale AIC Galilaya, tunawakaribisha sana kwa mialiko mbalimbali. Tunahudumu kila sehemu katika mazingira ya aina tofauti tofauti, hatuangalii mazingira kwa sababu wito wetu ni kuitangaza injili ya Kristo. Kwa hivyo watu wote ambao mnatamani kufanya huduma na upendo kwaya, karibuni sana Tuko wazi wakati wowote, na tunaifanya kazi katika mazingira yoyote. Na Mungu awabariki sana.